Akizungumza wakati wa mkutano ulioandaliwa katika shule ya upili ya wasichana ya Lugulu ambayo iliwahusisha wakuu wa shule, maafisa wa wizara ya elimu na tume ya kuajiri walimu TSE, Luketero alisisitiza kuwa jukumu la mwalimu mkuu ni kumsimamia mtoto aliyefika shuleni na kuhakikisha anapata elimu na sio kumtafuta aliyeacha masomo. Kauli we, we yake dis well, you know, iliungwa mkono na mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za upili kesha kaunti ya Bungoma aliyetaka serikali kuchukua hatua zinazofaa. Nina uhakika hatuna zile shule ambazo ziko na wanafunzi ambaoikushi data ambayo tunaipeana ni ya uhakika, ni ale wanafunzi ambaona shuleni. Tatizo ni kwamba labda ile verification process imechukua muda kidogo, na ndio naona capitation kwa imechelewa. Lakini sisi kama kaunti tuna uhakika kwamba wale wanafunzi tuko nao katika mashule zetu, ni wale wanafunzi mo ta shul Wakati huo huo, imebainika kuwa baadhi ya shule bado hazijapokea mgao wa fedha almaarufu capitation, jambo linalodaiwa kuchelewesha maandalizi ya mtihani ya kitaifa. Of our schools, a good number, they have not received the capitation. Nyingi za oziapata capitation, lakini zile ambazo azijapata bado wanaendelea kuverify data na tunahakika kwamba watapata esa. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Bungoma, Simon Wamaye, amewataka walimu wakuu kufuata mwongozo uliowekwa na serikali kuu ili kuhakikisha wanapokea fedha hiyo baada ya uhakiki wa takwimu ndipea mdnasa improvement grant kutoka ministry. Kuna guidelines ambazo zinaongoza, ambazo hizo pesa zinatakiwa kutumiwa, na tumekubaliana kwamba kuna form committees kutoka sub county. Hizo committees zitaketi chini alafu, baada ya kuketi chini na kubaliana County director, nikiripotia mtazamo wa dira ya tandao kutoka shule ya wasichana ya upili ya Lugulu kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Evans hao.